Watu wanne walifariki kufuatia ajali ya barabarani usiku wa kuamkia hii leo kwenye barabara ya Northern Bypass hapa jijini Nairobi, karibu na daraja la Membley huko Ruiru County ya Kiambu. Ajali hiyo ilihusisha gari dogo la kibinafsi aina ya Suzuki na trailer, na magari yote mawili yalikuwa kielekea upande mmoja kutoka eneo la Kahawa West kuelekea mzunguko wa Membley wakati ajali hiyo ilipotokea. gana na kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Ruiru, Charles Kibathi, gari hilo dogo aina ya Suzuki liligonga trailer kutoka nyuma. It was a, a fatal injury road traffic accident that happened today at around 4am along the Northern Bypass, uh, near the Membley Bridge involving two vehicles, a, uh, Suzuki wagon and a Mercedes trailer. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya abiria wanne waliokuwa kwenye gari hilo dogo akiwemo dereva. Hata hivyo, dereva wa trela alinusurika ajali hiyo ya saa kumi alfajiri. uh, and, uh, and, uh, uh, the Suzuki vehicle rammed spot. Kibadhi aliwaonya waendeshaji magari kuwa waangalifu wakati huu wa msimu wa Pasaka. Miili ya waliofariki imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya matibabu maalum na utafiti ya Chuo Kikuu cha Kenyatta. Christine Matunda, Dira ya Magwiji.